Mabibi na mabwana, habari ya wakati huu? Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa pumzi, na hii ni Biashara Brand TV. Jina langu naitwa Joe Edios, kwenye Biashara Brand TV nimekusogezea magari kumi yanayofanya vizuri katika soko la Tanzania kwa mwaka huu wa 2025, na kama wewe ni mara yako ya kwanza kutazama video hii, kumbuka kusubscribe. Baada ya kuangalia video hii, kumbuka kushare, kulike na kuacha komenti yako hapo chini. Unaweza ukaniambia ni aina gani ya gari ulitamani kulisikia katika listi ya magari haya, ama wewe una hobi ya kutumia aina gani ya gari? Tunaanza ku count down, na hii ni namba kumi. Nafasi ya kumi imeshikiliwa na gari aina ya Toyota RAV4. RAV4 ni gari ambayo imeendelea kuwa chaguo la watu wengi sana kwa matumizi ya familia. Bei ya RAV4 inaanzia shilingi milioni ishirini na nane hadi milioni 35 gari hii imetengenezwa kwa chasisi ngumu ambayo inaiwezesha kuhimili miki kikimikiki ya barabara mbovu hasa vijijini na safari ndefu. Gharama za uendeshaji wa gari hii aina ya RAV4 ni nafuu na upatikanaji wa spare zake ni rahisi sana, pia gari hii zina mwendo mkali sana. Namba tisa. Namba tisa imeshikiliwa na gari aina ya Nissan X-Trail. Gari hii imepata umaarufu mkubwa kutokana na mwonekano wake, japo upatikanaji wa spare zake umekuwa ni mgumu na kwa gharama kubwa sana. Gari hii ni pana na nafasi kubwa ya abiria na mizigo katika matumizi ya familia na biashara. Gari hii ina mwendo na ni nzuri kwa safari ndefu, pia matumizi yake ya mafuta ni kawaida sana. Bei ya Nissan X-Trail ni milioni 24 hadi milioni 28. Namba 8 katika nafasi ya 8 gari aina ya Toyota Alphard imeshikilia nafasi hii. Toyota Alphard ni gari ya kifahari na ni aina ya main van MPV. Gari hii imetengenezwa na kampuni ya Toyota na inajulikana kwa jina la anasa na faraja. Toyota Alphard imetanguliza faraja kwa abiria, lakini pia Alphard imeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ukilinganisha na mfumo wa habari na burudani, mfumo wa usaidizi wa dereva. Alphard mara nyingi hutumiwa katika safari za watendaji na safari za familia. Inapatikana kwa bei kuanzia milioni ishirini na tano hadi milioni thelathini na tano na hii. Namba saba namba saba imeshikiliwa na gari aina ya Toyota Crown ni gari ya kifahari ambayo imekuwa maarufu kwa miaka mingi sana. Na kinachoifanya gari hii kuwa gari ya kifahari ni ubunifu wa nje na ndani. Gari hii hutoa faraja kubwa sana kwa abiria kutokana na nafasi ya viti vyenye kustarehesha. Pia gari hili aina ya Crown linafaa sana katika matumizi ya kila siku pamoja na safari, kulingana na kuwa na injini yenye uwezo mkubwa. Pia Crown ina mfumo wa burudani, usalama na usaidizi wa dereva kama vile kamera za kuona pande zote, lakini pia uendeshaji wake ni laini wenye utulivu barabarani, wenye kumfurahisha dereva kwa kumpa uzoefu wa uendeshaji wa gari la hali ya juu. Toyota Crown ni gari bora kwa wale ambao wanatafuta gari la kifahari lenye faraja ya teknolojia ya hali ya juu. Bei ya Toyota Crown ni kuanzia shilingi milioni 25 hadi milioni 35. Na hii ni namba sita, nafasi ya sita imeshikiliwa na Toyota imetokana neno la Kijapani Ist, huko Ulaya maarufu kama Urban Cruiser. Ist ni gari ngumu sana, inahimili asilimia kubwa ya barabara za Kiafrika. bei ya gari aina ya Ist ni milioni kumi na sita hadi milioni kumi na saba Gari hii ni chaguo la watu wengi sana wa rika zote kwa sababu gharama zake za uendeshaji ni nafuu na upatikanaji wa spare zake ni rahisi, lakini pia gari hii hutumia mafuta kidogo sana. Namba tano. Hii ni gari aina ya, ya Mazda CX-5, imetengenezwa na kampuni ya Mazda. Hii ni gari ya hazi flan na inafanya vizuri sana katika soko la Tanzania na nje pia, inapendwa sana na vijana. Gari hii ina mwendo kasi na inachanganya kwa haraka, ni gari mara sana nzuri kwa starehe, safari na mashindano pia. Gari hii ina matumizi nafuu sana ya mafuta. Mazda CX-5 imekuwa maarufu sana kwa watu wanaopenda magari ya kisasa na ya kifahari. Bei ya Mazda inaanzia milioni 32 hadi milioni 35. Na hii ni namba 4, nafasi ya 4 na imeshikwa na subaru foresta. Subaru foresta ni gari iliyojichukulia umaarufu mkubwa kwa watu wanaopenda sana magari ya michezo na matumizi ya kifamilia. Subaru foresta ina mwendo kasi zaidi, pia matumizi yake ya mafuta ni kiasi. Gari hii inauzika sana Tanzania kwa sababu ni chaguo la watanzania wengi, hasa vijana. Ni nzuri sana kwa safari za mikoani kwa sababu ina spidi ya haraka inayowezesha kuunga hata misafari mikubwa yenye magari yenye uwezo mkubwa zaidi wa kuendeshwa kwa spidi zaidi. Bei ya Subaru Forester ni kuanzia shilingi milioni ishirini na saba hadi milioni thelathini na mbili. Namba tatu, namba tatu imeshikiliwa na Toyota Haria. Toyota Haria ni gari maarufu sana nchini Tanzania kutokana na mwonekano wake wa kisasa na uwezo wake wa matumizi mbali mbali. Toyota Harrier ina sifa ya kuwa na muundo wa kisasa na wa kifahari nje na ndani. Toyota Harrier imekuwa chaguo maarufu kwa wale wanaotafuta gari la kifahari. Gari hii ina nafasi kubwa ya abiria na mizigo, kutokana na hii imeifanya ifae kwa familia na matumizi ya safari ndefu. Toyota Harrier inakuja na teknolojia ya hali ya juu kama vile mfumo wa burudani, skrini kubwa, kamera za kuona pande zote, na mfumo wa salama wa hali ya juu, pia mfumo mzuri wa hali ya hewa, ufanisi wa mafuta ambayo inamaanisha matumizi madogo ya mafuta. Totaharia ni faida kubwa hasa kwa wale wanaotumia gari hii, kwa sababu inafaa kwa safari ndefu na maeneo yenye msongamano wa magari. Gari hili lina mfumo wa usalama wa dereva na abiria. Totaharia ya, bei yake inaanzia milioni 28 hadi milioni 35 za Kitanzania. Namba mbili, namba mbili imeshikiliwa na gari aina ya, ya Toyota Hilux. Ukizungumzia magari yanayoweza kuendeshwa kwa spidi kubwa katika umbali mrefu Tanzania, gari aina ya, ya Toyota Hilux ina nafasi yake. Gari hii ina uwezo wa kuendeshwa umbali mrefu zaidi. Inahimili aina zote za barabara. Toyota Hilux inatumika sana katika makampuni serikali kuu ya Tanzania, kwani karibu ofisi zote kuu za serikali ya Tanzania zinategemea sana matumizi ya gari aina ya, ya Toyota Hilux. Pia Toyota Hilux ni nzuri katika matumizi ya ofisi, kilimo na uchimbaji wa madini. Pia Toyota Hilux ni pana na ina uwezo mkubwa wa kubeba abiria na mizigo hadi tani moja, na gari hii inaendana na teknolojia ya kisasa. Bei ya Toyota Hilux ni kuanzia milioni mia moja ishirini hadi milioni mia moja themanini pesa taslimu za Kitanzania, na hii ni namba moja. Namba moja imeshikwa na Toyota Land Cruiser. Na huyo ndiye mfalme wa za Afrika Toyota Land Cruiser ni zaidi ya gari la kifahari gari hili halichagui ubovu au uzuri wa barabara ni gari laini na linatulia sana barabarani inatoa faraja kubwa kwa dereva na abiria kwa kuwa ni gari yenye usalama wa hali ya juu pia ina nafasi kubwa ya mizigo na abiria ukiwa mmiliki wa gari hii unaaminika wewe ni mshua sana gari hii ina sifa ya kutumiwa na serikali kuu ya Tanzania makampuni, binafsi hasa wafanyabiashara wakubwa na watu maarufu nchini. Hii ni gari inayotumiwa kwenye msafara wa rais. Toyota Land Cruiser imekuwa gari ya ndoto ya wasanii wengi Tanzania. Ina maana kuwa ukitembelea kwenye showroom ya watu maarufu nchini kama Diamond Platinumz na Harmonize Toyota Land Cruiser utaikuta matumizi ya gari hii ni mkasi mno. Bei ya Toyota Land Cruiser ni kuanzia milioni mia mbili hadi milioni mia nne hamsini. Kama wewe hujasubscribe kumbuka kusubscribe, na kama umependa video hii kumbuka kulike na unaweza ukashia pia, lakini kumbuka kuacha komenti yako, niambie ni aina gani ya gari ambayo itegemea ulisikie katika video hii kuwa litakuwepo katika top 10 ya magari ambayo yanauzwa sana nchini Tanzania na vile vile unaweza kaniambia wewe na hobi ya kutumia aina gani ya gari mimi, nitapita na comment yako, tutazungumza mambo mengi. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia kupitia Biashara Brand, jina langu naitwa Joe Edius, karibu kwenye video zetu zingine zijazo. Asante na Mungu akubariki.